Akiba kwa zawadi wa uhai wa mwenzetu Anton Yesaya Sikindene ambaye Mwenyezi Mungu aliamua kumwita kwake, lakini pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka salama wote ambao tulikuwa tunamuuguza na kuweza kusafiri kilomita zote, maelfu ya kilomita kutoka Mwanza mpaka hapa bila tatizo lolote. Pia kumshukuru Mungu kwa kutuweka pamoja kama timu, sisi wafanyakazi wenzake, familia yake, kwa maana wazazi wake na mkendo na ndugu kusema kwamba tangu alipoanza kufanya kazi Mwanza na mwaka elfu mbili na kumi na nne alipoajiriwa kwa kweli marehemu Anton alijipambanua kama kijana mchapakazi, mwenye heshima, upendo, juhudi na ubunifu, lakini na mwenye msimamo kwa mambo aliyoyamini na ni msimamo thabiti hadi Mwenyezi Mungu anaamua kuvuta kwake. Alikuwa na nafasi ya afisa biashara mwandamizi akiwa ni mkuu wa kitengo cha biashara kwa mkoa wetu wa Mwanza, chini ya idara ambayo Mwenyezi Mungu aliendelea kuisimamia. Kwa hiyo alikuwa ni wa karibu kabisa, lakini pamoja na masuala ya kazi alikuwa ni zaidi kama mdogo wangu. Lakini nje ya utumishi, kwenye jamii pia alikuwa kwenye vikundi vingi ambavyo kipindi kikiendelea na huu utaratibu wa kumsindikiza mwenzetu, vilipata nafasi ya kutoa salamu za milangi na pole kwa familia. Moja ya vikundi alivyokuwa ni mmoja wa viongozi alikuwa ni kikundi cha Pengans, kuna The Great Friends, kuna kikundi cha Mwanza RS moja ambavyo vyote kama ilikuwa kama sio katibu ulikuwa alikuwa ni mwenyekiti, na tangu hapo hata wakati alikuwa mgonjwa, kama katibu moja, aliendelea kila alipopata nafasi, akipokea michango na nini, alikuwa anaendelea kutoa taarifa, kiasi kwamba watu wengine ingile walimanila kahata ni mgonjwa, wanalazwa, walikuwa wanashindwa kuelewa, kwa sababu walikuwa anatekeleza majukumu yake pamoja na haya yaliyokuwa nayo kielelezo cha kwamba alikuwa ni mtu wa kujitoa kwa ajili ya watu. Lakini nje ya hayo, alikuwa yeye ni mkazi wa eneo la majengo mapya Nyegezi, alikuwa ni mwananzengo anayejituma, kiasi kwamba hapa wananzengo majirani zake wametuma baadhi ya wawakilishi wao, tuko nao hapa, wamesafiri mbali wote huu ili kuwawakilisha wenzao kunda kumshirikiza ndugu yetu kwenye safari hii ya mwisho. Ndugu wana Busokelo, enewega Lupata, naleta mbele yenu pamoja na haya mambolezo salamu za kutoka kwa mkoa mkoa Mwanza mheshimiwa Said Mohamed ni Mtanda, na salamu kutoka kwa katibu tawala wetu wa mkoa dunba wange elikana chini ya menejmenti ya mkoa na watumishi wenzake wote wanatoa pole sana kwa familia kwa wanaukoo na wakazi wote weneo huko alikozaliwa marehemu Anton. Kwa kweli malezi iliyompatia na makuzi, hatuna budi kuwapongeza kwa sababu niuliani nii, lakini tukafaidi sisi. Tunawashukuruni sana kwa hilo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amesoma hizo salamu za pole, kwa sababu kutokana na sababu ambazo hazikuweza kuzuirika kijuosevili kipili, tunaelekea uchaguzi mkuu na tuna wageni wa mgombea ambaye ni mheshimiwa Rais wetu likijayo. Kwa hiyo, anasema alitamani sana kuwa na sisi, lakini kwa sababu hiyo na zingine akakwama, lakini yuko nasi. Haya ni mapenzi ya Mungu kama Mungu alivyoamua Yesaya azaliwe kwa familia hii, kwa wakati aliyoona inafaa yeye, pia hata kumchukua amemchukua kwa wakati ambao naona yeye unafaa. Sisi watu imani, tunasema marehemu Anton amepigana vita vilivyo vizuri na, na mwendo anomaliza na imani ameilinda, ili kumwenzi tuchukue yale mazuri ya kwake ambayo ni umoja, upendo na mshikamano. Hatuna mamlaka ya kumwambia Mungu, yeye alichotenda kinafaa, tunakipokea kama alicho kama alivyoamua yeye kitokee. Kwa hiyo kama alivyo twasa na viongozi wetu, tuendelee kukaa kwa upendo na mshikamano, na kwa kufanya hivyo, tutakuwa tuna mwenzi kupitia kurudia matendo mazuri yale aliyokuwa akiyafanya ndugu wa Lupata na Busokelo kwa ujumla. Aliyetoka walitangulia ni ndugu Antony, lakini tunapenda kuhakikishia kwamba amekuwa kiungo mzuri kwangu, ni mdogo wangu, ni kaka na mjoma wa wengi. Kwa hiyo wakati wowote nikiwa na jambo lenu Mwanza na ndugu zenu, karibuni kwa wowote, tuko tayari.